Haya, ah. Yani, ruhusi ruhusi bwana, imekuwaje? Mbona ghafla sasa? Ndio inavyokuwa kweli, lakini mimi najua kwamba mtu anajua kabisa kwamba kesho au kesho kutwa, wiki ijayo. Sasa mbona imekuwa ghafla sana? Ndio hiyo imekuwa ghafla, ila naomba msamehe, yani, hapa nina kesi sana hapa. Sasa mimi wale jamaa kule naenda kumwambia nini sasa hapa eh? Ataona mimi muongo. Ataona mimi bwana jambo langu sijafanikisha, ataanza kunicheka ninapoanza kufanya sijaweza, nifanyeje. Inabidi tu mimi niende pale sasa, nikavurugue vurugue pale kitanda, nifanyeje? Niweke tu mazingira kama vile tuliingia muli ndani kwa sababu hii ni fezea. Ah. Hmm. Basi usikasirike. Nitapokuwa sawa, nitakwambia tutakuwa wote. Wewe usijali. Sasa hapa samani yako mimi nitanisaidia nini ah? Lakini sawa sawa bana sawa Aya baadaye yanepastai kuamini tena hapa. Tena hapa. Asa itakuaje? Muda unazidi kwenda. Hivi nana, vipi kuhusu lile swala na kumtaka shemeji umefikia wapi? Eh, shoga yao. Shemeji anaingia anatoka. Anaingia, anatoka. Hila, na mitego yangu hiyo ikimwekea, lazima ingie kumtai kwa shemeji, kama anakuja kuja hivi. Shemeji huyu hapa shoga yangu, shemeji huyu hapa shemeji unamwona kabisa huyu hapa, ila wewe si unanijua mimi, namwekea mtego wangu. Wa! Mtego wangu achomoi kwangu bwana. Mimi mtoto wa mjini, unaonaje? Kwa kweli sikuwezi, maana wewe mm, mm, una balaa. unawezi kweli wewe. ni achi, nitakupa ntakupa mejeshoti. Haya, nakutakia mafanikio mema, ndugu wangu. Amina shoga yangu, ila uwe makini, damu kubwa akijua kule tunatimuliwa asubuhi ya asubuhi. damu kubwa ajue, anajuaje? kwa mfano, shoga yangu, kula nyama nyamaza, na kula nyama kimya kimya na kuhakikishia shemeji, lazima nimwonje, labda sio natimi. We mwenyewe unanijua, okay. Shezana mimi e eh, simu yakona ah, simu yangu nimepeleka chaji huko tangu asumui huku kwa kishamba. Dada nimechoka, tusimalize maneno mida i, shemeji anaingia, nataka nikamweke mtego wangu. Mkaramba. Mkaramba. Mkaramba. Nilikuwa najiandaa tu hapo nitoke. Ah, vipi? Poa. Au mwingine? Fresh tu, kazi nenda poa. Ishu fresh. Zinaenda. Wewe tu. Nimekuita hapa kwa lengo la kujua vipi kazi yangu inaendaje kwa upande wako. Chakato wako kwa fresh. Na unaendelea vizuri tu ah. Basi nashukuru kama naenda fresh. Na vipi ya kusumbusumbu? Jamaa ananipigia sio? Unajua vitu vyangu kona kona nyingi. Sawa, kama unajitahidi sana kumkwepa pale, lengo kuto kumpa chochote, mimi nashukuru. unajipyatndasawa tna katit. Inatakiwa wewe kazi umalize kwanza. Ukishamaliza kazi yangu, hapo pesa utapata yote kwa pamoja. Kwa hiyo leo big sparty hata advance le rosubana kuso advance kwa wakati huo. Sasa hivi sina, na hapa nakwambia humu ndani sina hata mboga, sina hata unga. Yani natoka hapa nenda barabani, angaiki nipate daga na unga nije kupika ugali nile. Lakini usijali, kwa kuwa mimi ni familia yako na imani, wakati wowote wa na muda wote, pesa utapata. Haya mama, huona kama sielewelewi? Bigi naona kuna kona nyingi, kama yule yake. Wewe niambie ha, Salusi, hiyo kauli yako sasa itakuwa uniamini nini? Hamna shida, sasa. Mbona kama kinyonge mimi na wewe tena? Wala usijali. Basi sawa, walifunga mlango hapa, ili tufuatane katene mbele. Haya poa. Moyo wangu umebeba <coughs> Sasa hizi dada Salama, mambo yaani nimekukimbilia toka kule. Unaonekana una mawazo sana dada yangu. Nimeokota, nimeukota e, simu yako. Simu eh, yangu? Kweli ndio wenyewe. Umeipata wapi? Nimeipata kule mbali tu, nikaa nakuita naona mwenzangu hata uniitikie. Asante eh, dada yangu, asante sana hey. Jamani, si unajua hatana, dadangu, maisha magumu, natembea na mawazo kibao. Nashukuru sana dadangu, haya, asante. Ila tu uwe makini, maana hapa kijijini ukipoteza kitu kukipata si rahisi. Hii ndio inanifanya mimi familia ile inipe furaha kwenye hii simu. Nashukuru sana dadangu. yangu sawa, uwe na siku njema. Haya, sawa na kwako pia, asante Hivi tutaendelea kusubiria hapa hadi saa ngapi? Sasa mimi ndio maana kufanya kazi na watu kama hawa sitaki. yaani siwezi kabisa, tulikubaliana saa ngapi na sasa hivi ni saa ngapi? ah, tumekaa sana, sana, sana, tena sana. ila tuasubiri bro, kwa sababu mdo wenyewe ndio huo yeah. so, alafu nimekumbuka, wewe unaonaje maisha na jinsi ambavyo wale mabinti wanaishi pale nyumbani kwa sababu kuna baadhi ya vi maneno maneno nimevisikia, nimepenyezewa huko na marafiki zangu kwamba bwana, wale mienendo yao na tabia zao sio nzuri. Jinsi wanavyoishi na watu huko mtaani katika hichi kijiji sio vizuri, na hasa hasa kwenye swala la lugha na mavazi wanaoyavaa. E, mara nasikia wamegombanisha si ndoa wa ya mtu, mara si huyu kafanya hivi, huyu kafanya hivi, kila siku minasikia kesi lakini sasa ninapozisikia eh, kwa sababu mimi ndo shemeji ndo kichwa cha familia, mimi nawatetea hali ya kuwa sijui nini ni ukweli au sio ukweli. Kwa hiyo nikasema pia nikushirikishe, labda wao watakuwa wanajua chochote. Kama tabia zao mbaya, basi niambie mimi nifanye mpango wale waondoke warudi kwao mjini, kwa sababu hatuwezi kuishi pale na watu wenye tabia mbaya. Mimi ni mtu na heshima yangu bwana, hapa kijijini kila mtu ananifahamu tena kwa sifa nzuri kabisa na uchapakazi Siwezi kukubali kuchafua eh, sifa yangu kwa sababu ya mabinti kama wale. Na ukizingatia sasa hivi eh, eh, miezi ijayo hapo, mimi nataka nigombee uwenyekiti eh, sasa unategemea watu wataweza kunipigia kura kweli kwa mambo kama haya? Kwa hiyo wewe niambie ukweli, usinifiche jambo hata moja. Kaka Chibu, kiukweli mimi ndo nakaa nyumbani we, muda mwingi si unaenda shambani? kwenda kufanya mazingira mazingira yako ya biashara, ndio katakata mkaa nini. Ah, kusema kweli nisiwatie dhambi, kumogopa Mungu, wale mabinti wa staarabu sana. Tangia wafike hapa kijiji kwetu, nyumbani pana changamka sana kwa sasa hivi. Na kingine hata kama mtaani ukipita kwenye kijiji chetu, wananyota wanapendwa na watu kama wote. Sawa, wamechangamka, wana maadili mazuri. Hata kama nyumbani pia tunaona wanavaa nguo fupi lakini wakipita mtaani wanapindwa na watu, tena wanagombaniwa kabisa. Watu wanawapenda wanastara, yani kifupi, wana maadili mazuri sana. Kuhusu wale kaka Chibu, usiwe na shaka nao kabisa. Sasa uh, wewe tetea tu, yani wewe endelea kuwatetea hivyo kama mimi navyowateteaga huko huko mtaani, aliakuwa sijijini, ukweli au uongo. Lakini mi nikwambie kitu kimoja bwana, hapa kijijini tuna serikali ya kijiji. Eh, sasa kama watafanya vitendo ambavyo sivyo vizuri basi ujue kabisa kuna siku moja pale pale pale. Mgambo watakuja pale nyumbani pale. Wakija pale, na unajua timu pale tutatafutana. Lakini mimi sitaki ugomvi na mtu mimi nitataja. Ah! Bwana sio mimi, ni huyo. Na wewe huyu na wewe unayewatetea sasa. Wakisha kamata, wakipelekwa kufungwa huko jela. Wewe ndio tutakiwa kwenda kuwafuatilia, si kuwapelekea chakula, si kufanyaje wewe ndio utaenda. Wala sio mimi, kama alivyoelekeza kaka, kuswali usio na shaka nao kabisa. Mimi ninaamini na Yesu na ninaamini. Mimi muda mwingi nipo nao, tunavyoenda sokoni kwenda kununua kauzu dagaa Mwanza, mnavyoita wenyewe eh. Kwa sasa kuswali kaka, ah, usio na shaka kabisa, na wanatabia nzuri kiufupi. Na Yesu uko na kusoma huko. Sawa sawa, sikiliza, tuongea nyumbani ya mambo, naona wameshafika Haina shida, naona wanakuja. Mwasubiri kwa mda weli eh, eh. Na bei ni kama ile tulikubaliana, hamna kupunguza hata mia. Hii kazi ngumu. Ah, blaza, unasema hivyo hivyo kila siku, unasema bei ile ile, alafu baadaye akiongea kidogo tu unalegeza Nilikuwa naingia mtaani kwako, ju kuna mpya gani? Aujui tuliozungumza siku zile pale, unaizungumzia ile kipindi kile, ule ambao nilikuahidi kwamba nitakupatia. Ehe, imekuwaje tena? Ah, kama unavyojua na kama unavyoona sijia mikono mitupu, mambo yametiki. Usiniambie! hey, hey. Nashukuru, nikasema Mwisho mwenzangu akaniona kidogo, mimi mnani niko na hisi bure gonimpeeke kimfuko hiki kuna kizawadi sawa. Na yeye kidogo alizika sawa, ngoja kwanza nende kwao. Hey, sema bahati nzuri ndio hivyo tumekutana njiani na rafiki yangu, rafiki yangu na kwa kweli yani umeni, yani sijui hata niseme je, na kushukuru sana tena sana. Tupo pamoja, mimi siwezi kukubwaga, kama unavyoelewa mimi na yeye ni pete na kidole kwa sababu umenipa mchongo, umenipa ushauri mzuri, na mimi nimepita mule, mule kama ulivyonielekeza na nashukuru. Sasa hivi mashaallah mwenye sinaona na nawili kidali kinatokea, sinajua nashukuru tena sana kumbe, tuko pamoja. Nilizani labda umenitupa umenibwaga, yani umenisusa kimya kimya, kumbe bado unanifikiria tuko ah, pamoja usijali. Sinishukuru sana kwa sababu ndo kwanza tunaanza, acha tu nikushukuru kwa hili kumbe bado unanipenda unanijali kama rafiki yako ah! Nimeipenda hiyo mimi tena. Na wewe ni kama pete na kidole tu rafiki yangu, siwezi ukutupa kwa vitu vidogo vidogo. Utaenjoi sana kama alivyokuahidi. Kwa kweli mwaka huu kama tujajenga, sijui. Kwa hiyo ndo hivyo tena, shemeji. Mwacha omu sahivi anaenjoi, anaflai ndoa yake sahivi mzuri, anaflai ana, anamdanganya mumeo marao, basi hivi, basi hivi Kumbe anamkulalisogo hivyo ehe. Ile usiku bro, akienda kwenye kaha, mimi na baruza. Ila kuwa makini kama nilivyokwambia, ukifumwa tu umejaribia nami. Sasa hivi kama unavoniona bila wewe sitoboi. Sawa, ina shida, sema mambo siemendi sana. Ngoja kwa niendelee kwenye harakati zangu, si unajua muda wenyewe ushaenda. Kwa hiyo tutakutana mida mida fulani au vivi.

Shemeji, mm. Hey, shemeji ka nimepumzika kidogo hapa shemeji. Nenda sokoni mara moja, kuna vitu dada asubuhi aliniagizia kwao, nenda kuvinua mara moja. Tuseme dunia nawapiga teke, mana wana haya na ulimwengu, hata matendo yao hayaturidhishi wala. Tunapanga tungame tumbe kwa mola tende miujiza, wenda tafuta jaga, wataacha umalaya, hawana stara, hawana ustarabu watolewa vihahibu